Posti asubuhi ya leo kwa ajili ya Tanzania. Ni kweli, ni kweli, wenda mumpendi Samia Suluhu Hassan. ni kweli, wenda mumtaki na mumpendi kabisa awepo kwenye kwenye madaraka ama awe rais wa Tanzania ama kiongozi wa Tanzania. Ni kweli mnaweza kuwa mumpendi kabisa, wa Tanzania wote tunaona mengi sana ambayo yanaendelea huko Tanzania mlipo. Tunaona maandamano ni makali sana, vita ni vikali sana E, watu wanauawa wengine wanapigwa vibaya. Sasa mengi tunayaona sana na ni hali mbaya, ni hewa mbaya sana ambayo ipo sasa hivi Tanzania. Ni kweli hamumpendi kabisa mama uh, Samia Suluhu Hassan, na nimesikia kwa masomo mawili kwamba namwimbia hata wimbo Samia, hatumtaki hatumtaki hatumtaki. Ni kweli wenda wenda hamumtaki, sawa, tunaelewa hamumtaki, lakini kutokumtaka ama kutokumpenda sio sababu ya kuanza kuharibu nchi namna ile Sio sababu ya kwanza kuharibu uh, nchi kubomoa manyumba, sijui kuharifu vingine ku, vyote ambavyo havina hatia yote. Sasa ok, amumpendi mtu sawa. Kwa nini ifike hatua mwanze kuharibu kwa, nyumba? Sasa ime, nyumba zimewalia nini? Nyumba zimewakosea nini? Bwana spe, vitu vingine tufanye kwa akili na tafakari za mbali, alafu ifike mahala Tanzania hakuna maendeleo ti sijui e, taifa aliende, al, aliendelei e, rais sasa, watu wa Mungu, tu, kati mwingine tu, kati mwingine tu, tutumie akili tutumie akili, sio sio sio vita sio vita, nikalia mna mnaharibu mnaharibu wa nyumba ma, ma, ma, ma, gas station na vingine vyote, mnakaa mnaharibu. Okay, sasa hayo ambao ambayo ambayo, ambayo mnayaharibu mna, mna, yamewakosea nini? Nyumba imekosea nini? Mbona sifio sana? Sawa, tunaelewa mumpendi Samia, sawa. Yapo mingi sana ambayo huenda ameatenda, huenda mengine siyajui, sawa au sawa, mumpendi sawa, lakini kutokumpenda haina maana kwamba ndio sawa mwanze kuharibu vingine vyote ambavyo vinatia yote. Leo Tanzania imekuwa ni uwanja wa vita, okay sawa, ilitakiwa kuwa maandamano ya amani, lakini sio kwa lakini, sasa hivi sioni amani yoyote ambayo inaendelea Tanzania. Mna ni vurugo vumbi, eh, moto kuwaka, fujo, vita, watu kuuliwa, sasa hiyo ndio amani? Bwana sana huko sio kutafuta uhuru wowote huko ni fujo na kuharibu na, na kuharibu nchi tu hakuna hakuna amani yoyote wala faida yoyote ambayo mtaipata alafu pasipo pasipo kwa na na, na, na na maendeleo eti juu inchi hakuna maendeleo yote wakati wenyewe ndio ndio ndio ambao mnaharibu inchi mbona sivyo sana mbona sivyo Sawa mumtaki Samia Suluhu. Mimi mimi mimi hapa sipendi kuongea sana. Sawa sawa mumtaki Samia Suluhu mumtaki sawa. Sawa mumtaki. Hilo hilo liko li, li, li, li, wazi linaeleweka sawa mumtaki. Lakini kuto lakini kuto kumtaka kwenu sio sababu ya kwanza sasa kuharibu nchi yote. Kwani nchi imekosea nini? Sasa watu wa Mungu, yaani mnakaa mnafanya ujinga ujinga tu ujinga ujinga tu oke okay. nyumba nyumba Nyumba hii nyumba nyumba hili lijengo hili lijengo hili limekosea nini? mbona sivyo sana. Nawenda na hivi ambavyo naongea nimewachukiza wengi sana. Ah, hiyo hiyo hiyo hiyo ay, ainuhusu kivyo vyote. Lakini ukweli ni kwamba amu, mnamchukia Samia wala na, na sio na, na, na shoma nyumba ya serikali na vingine vyote. Mnakaa mnafanya fanya ujinga hivi, Tanzania hakuna amani yote ni vurugo tu, vurugo tu, vurugo tu, vurugo tu. Mnakaa mnauona vita visivyo na maana yote, mnakaa mnatia vita. Itakiwa kuwa maandamano maandamano ya amani na sio. Okay ilibidi iwe tarehe ishiri uh, shi, na tisa mwezi huu, lakini bado mpaka sasa vinaendelea sasa. Amekuwa ni maandamano, amekuwa ni vita, wanas sana kwa watu wa Mungu akwamba tu Tanzania saa hizi ni, ni nchi ambayo hakuna amani yoyote, saa hizi hakuna amani yoyote na ni vita ndivyo ambavyo vinatawala saa hizi. Kwa hiyo ambavyo mnafanya wananchi, oke okay, sawa mna, mna hasira, tunaelewa mna hasira, mna visirani sawa sawa, hilo hilo liko wazi sawa. Lakini sasa hasira yako iwe hasira ya akili, sio sio sio hasira ya kwanza kuharibu visivyo na tija yoyote bwana sana. Ili jengo hili, jengo hili lina shida gani? Jengo hili, haya magari haya, yana shida gani magari haya? Bwana sipe sana, kwani magari ndio ambayo ndio ambayo anaongoza hapana. Mnakaa sijui mnaharibu manyumba, mnawasha mna, mna, mna moto. Sasa watu wa Mungu. Hapana, sawa ndio mnaacha kuongea, sawa mumpendi sawa. Lakini isiwe sababu ya kwanza kuharibu vingine ambavyo vinaendelea. Alafu nchi kikosa, ikikosa maendeleo, eti juu eh, si juu serikali hakuna maendeleo watu. Wakati wenyewe ndio ambao ndio ambao mnakosea nchi maendeleo. Mnakaa mnaharibu, mnafanya mna, mna maandamano yasiyo na akili yoyote. Ujinga, ujinga tu. Ni kweli mimi sipo sipo Tanzania ni kweli. Lakini ukotokapo Tanzania sio sababu sio sababu sio si, si, sio sababu ya mimi ya mimi kutokuongea ya ambayo yanaendelea ya, ya, ya Tanzania kwa asilimia zote. Bwana safi sana, wa Tanzania. Kwa kweli ambao kumefikia sio pazuri, sio pazuri. Hakuna amani watu Tanzania. Ni sawa mumpendi, la mumpendi sawa, sawa, ni sawa. Ni inaeleweka sawa. Lakini kwanza kuharibu inchi, kuanza kuvunja nyumba, kufanya kufanya uhalifu wengine wote wa namna ile, Haitoleta suluhu yoyote, haito haitowapatia presidenti mzuri ambaye ataongoza nchi yenu vizuri. Hapana, unaona sivyo? Sana hapo vitu unaongea ambayo, ambayo wenyewe wa, wajui wa, wa, wa, wa, vyo vyote vyo vyote. Lakini huko ambako mliko sio pazuri. Kwanza kuharibu nchi sio pazuri. Gari imekukosea nini? Nyumba nyume imekukosea nini? na vingine vyote ambavyo havina tia yote ambavyo mnazidi kuharibu na kubomoa. Wewe unaongea ambavyo uelewi, sawa vyo vyote. Mimi nisongee sana, sipendi kuongea sana mimi kuongea sana. Ni hayo tu ambayo mnataka nataka watu wamfahamu na mjue. Ni kweli sasa una hasira sawa. Hasira nyingine, hasira, hasira wakati mwingine isipokuwa na akili, wagi namfanya mtu awe chizi kwa asilimia zote. Unakaa unaribu nyumba. Sasa sasa nyumba nyumba imekosea nini? Ni hayo, watu wa Mungu. Tuwe makini sana. Sio mnakaa mnatia visirani na na miasira, sio sio na faida yoyote wala maana yoyote. Mimi sipendi kuongea sana. Neema. Amani. Amen.